Jana jana wakawa na tuzo jana, na kiukweli, ni kama nikuwa nawatania Neema Gospel Kwaya yanawaambia, nawaambia tuzo za leo zilikuwa kwa udhamini wa Neema Gospel because they shining jana kwenye kiwango kikubwa. My concern ni hii, kuna vitu nilikuwa sijaelewa. Unapoiweka choir as Neema ni Neema Gospel Choir, alafu unaiweka Agape bendi, alafu unaiita Neema Gospel Choir kwamba ni bendi, unakosea. Choir ni choir, bendi ni bendi Agape bendi ni bendi. Neema Gospel Choir ndo maana wakaitwa Neema Gospel Choir. Wangeitwa Neema bendi you know. Kwa hiyo yeah, kwa hiyo kwa hiyo kulikuwa kuna vitu haviko vizuri hapo. Sijui labda wewe unaonaje? Una, una yes lakini mimi Neema Gospel Choir it's my people, nawapenda, napenda. Yaani ni mmoja kati ya watu naowapenda. Siwezi ngasema ni shabiki yao, lakini nawapenda. But e, sikupendezwa na ile kwamba waandaaji kuweka e, Neema Gospel Choir Alafu kushindanisha kwenye categories si ni nafikiri ni, sijui ni kushindanisha ama nini, I don't know, lakini kuweka kwenye category ya bend. Mm -mm. It doesn't have a test. Pana ukakasi flani hivi so kitu kingine ambacho nilikiona jana sikukipenda ni arrangement ni e, Yeah, sijui labda kwa sababu ni mara ya kwanza lakini eh, we have a very long way to go. Yeah. Yes, mambo vipi? Hope uko poa kabisa. Ikumbuka kwamba bana, siku ya Ijumaa kulikuwa kuna kuna tuzo za Tanzania Gospel Music Awards ambapo pia ziliweza kufanyika pale Mlimani City. Wasanii wa nyimbo za Injili waweza kuchukua tuzo zao. Sasa mara baada ya kuweza kufanyika kwa tuzo hizi bana pale Mlimani City Miriam Lukindo ni mmoja kati ya wasanii ambao pia wanaimba nyimbo za Injili ameweza kutumia kurasa wake wa Instagram kwa kuweza kutoa maoni ya wazi kuhusu bana na kasoro ambazo pia aliziona e, e, e, wa wa kwenye tukio hilo. Miriam pia ame kwamba waimbaji wa muziki wa Injili bwana wamekuwa wakisapoti matukio kama haya kwa moyo mmoja, lakini hali iliyojitokeza haikuwapa heshima ambayo pia inastahili e, kuweza kutokea akitaja, aki baadhi ya changamoto, alisema kwamba waimbaji pia walikaa nyuma bila meza wala viburudisho, ili halikuwa e, kulikuwa na nafasi tupu kule mbele. Pia alikosoa e, matumizi ya vyombo vya muziki e, duni sana na kuweza kutokuthamini mchango wa watangazaji wa redio za Injili. Aidha, aliweza kuongeza kuwa kwamba baadhi ya waimbaji walioondoka mapema baada ya kuona maandalizi hayaendani kabisa na heshima ambayo pia walikuwa wanaistahili. Pia aliweza kusisitiza umuhimu wa kuto e, bana kufuatisha e, kati ya kwaya e, ya, na waimbaji binafsi e, katika upangaji wa matukio. Lakini pia msanii huyo pia aliweza kudhibitisha kwamba e, kwa kusema kuwa maoni haya pia hayalengi e, bana kugawa tasnia bali kusaidia waandaaji ili kuweza kuboresha, lakini pia kwa faida ya muziki e, bana wa Injili. Sasa kwenye posti ambayo alikuwa amekwisha kuipost aliandika mambo matano ambayo aliweza kuyazungumzia mara baada ya tuzo hizo kuweza kuendelea kufanyika kutokea pale maana Mlimani City. Sasa naomba nikusomee hiki ambacho alikuwa amekiandika, aliandika kwamba naomba mliangalie hili ili lisilete mpasuko kwenye gospel music hapa nchini. Nafahamu usubutu wenu, lakini pia na tunaona e, tumekuwa tumewasapoti kama waimbaji wa nyimbo za injili, lakini panapofuka moshi lazima tuwasaidie kupuliza ili moto wake vizuri na E, bana mnachopika e, bana kiivi. Akaandika sasa, jambo la kwanza kwenye swala la vikundi inapaswa mfanyie kazi tena, kwamba kuna namna ambavyo kwenye masuala mazima ya vikundi vya injili kumekuwa kwamba kuna kitu fulani hakijakaa sawa. Kwa hiyo sasa e, ameamua kwamba watu waliweze kuliangalia vizuri. Lakini kitu cha pili akaandika kwamba kama sisi waimbaji ndio walengwa washughuli e, sikupendezwa kuona mmewakusanya kama mafungu ya nyanya kule nyuma pasipo meza wala viburudisho wakati nafasi za meza tupu zilikuwepo kibao. Labana hili sio sawa e. Jambo la tatu akasema kwamba yale mambo ni yale ya kutuuzia mahindi ya kuchoma ukumbini. Hey, I say, eh, kama mna tu kama mna tu celebrate basi tuopeni heshima yetu bana eh. Jambo la nne akaliandika kwamba I say sisi eh, bana hutumia gharama kubwa sana kutengeneza muziki. Sasa haikuwa haki bana kutuwekea vyombo vinavyolia vibaya eh, mgefanya, m, mgefanya mkakati wa kuweza kuhakikisha ubora ule mnao ucelebrate nanyi mnaotaka eh, kwetu siku ya tukio ambayo inaweza kutokea. Jambo la tano akasema kwamba kuna waimbaji baadhi walijitoa eh, kwa kuwa walishaona vitu havikuwa sawa. Mkaona ah, wale wana eh, wanakwamisha shughuli, kumbe kiukweli shughuli mmeikwamisha wenyewe. Jambo la sita akasema hauwezi kumweka mwimbaji binafsi na kwaya, haiwezekani, utakuwa hautendi haki. Jambo la mwisho akaandika kwamba mbona hamkuwapa eh, kwa ham heshima watangazaji wa redio za kidini wanaofanya kazi kwa jasho ili Injili iwafikie watu wengi. Haya mambo ndio walikuwa wameweza kuyafunguka kutokea katika usiku ule wa tuzo. So kuna baadhi ya vitu kumbe ambavyo vilikuwa havikuwa havikukaa sawa. E, ni kwa namna moja nyingine ameweza kukimele swala kusema kwamba unakuta msanii ni solo artist lakini pia unamchanganya na zile kwaya. Kwa wana kwaya lakini pia msanii mmoja anakuwa e, wanachanganyana sehemu moja. Eh, wanachanganya. Kitu ambacho kinakuwa akijakaa sawa, lakini pia kaja kwenye swala zima la eh, vyombo vya muziki. Inasemekana kwamba wandaaji wa tuzo pia zimekuwa zikiandaliwa tuzo zingine za matamasha mengine. Muziki huo unakuwa ni mzuri lakini pia unakuwa unakuwa ya kutosha hata mtu ukisikia unasema yes just wow kwamba hapa mziki unasikika vizuri na vitu vinakuwa e, bana vinakuwa vinaenda sawa, lakini pia e, mambo ya kuwa na heshima. Pia watangazaji wa redio za kidini kumekuwa kuna e, kuna baadhi ya matamasha pia e, redio tukimaanisha kama hizi mainstream zingine tofauti ukiachana na za kidini zimekuwa zikipewa priority kubwa sana hasa katika masuala mazima ya utangazaji wa matangazo e, kuweza kurusha live kwenye TV, kwenye redio, kwenye vitu kibao, wamekuwa wakipewa priority kubwa sana na kuwekewa nafasi za mbele zaidi, lakini kwa eh, tamasha hili la nyimbo za la, la, tuzo hizi za kidini, redio za kidini zimekuwa hazipewi ule, ule kipaumbele. Tunaweza tukasema kwamba walikuwa ni watu ambao hawajaliwi, yani ni watu ambao wanachukuliwa tu poa, kwamba tuzo zimeenda tu, zimeenda fresh zimeenda fresh t so, ameweza kukemea ili iki kitu ili waweze kujiandaa, lakini pia kuweza kuliweka sawa mara baada ya tuzo zingine ndapo zitakuja hapo baadaye na vitu kibao. Sasa, yapi maoni yako kuhusiana na hili kwa wewe ambaye pia umeweza kushuhudia tuzo hizo bana? Ni kweli kitu ambacho kilikuwa kimefanyika bwana, hakijakaa sawa, kwamba kuna namna inabidi watu wajipange na kuweza kuandaa vitu vikae vizuri. Maoni yako yatakuwa ni mazuri kabisa, drop comment yako hapo, tisha kinoma noma. Ingia kwenye youtube channel yetu pale, okay, subscribe utakuwa umetisha kinoma noma. My name is lad kabisa. Take love for this ciao.